Matumizi ya glukozi kupita kiasi wakati wa ujauzito yanaweza kusababisha matatizo kwa mama na mtoto, ikiwa ni pamoja na kisukari cha mimba, uzito mkubwa wa mtoto tumboni, na hatari ya matatizo wakati wa kujifungua. Hii inahitaji ufuatiliaji wa karibu wa viwango vya sukari na ushauri wa kitabibu. Wakati wa ujauzito mwili wa mwanamke hupitia mabadiliko makubwa ya homoni ambayo yanaweza kuathiri jinsi sukari, yaani glucose, inavyotumika mwilini. Ingawa glucose ni chanzo muhimu cha nishati kwa mama na mtoto, matumizi yake kupita kiasi au kutodhibitiwa yanaweza kusababisha matatizo ya kiafya. Athari kubwa za glucose kupita kiasi: moja. Kisukari cha mimba, yaani gestational diabetes mellitus, kwa kifupi GDM. Hali hii hutokea wakati mwili wa mama hauwezi kudhibiti viwango vya sukari kwa ufanisi, kutokana na mabadiliko ya homoni. Inaweza kugunduliwa kupitia vipimo vya uvumilivu wa glucose, OGTT. 2. Macrosomia, yaani mtoto kuzaliwa na uzito mkubwa. Glucose nyingi huingia kwa mtoto kupitia placenta na kusababisha mtoto kukua zaidi ya kawaida. Hali hii huongeza hatari ya kujifungua kwa upasuaji au matatizo ya kujifungua. Tatu. Preeclampsia, kisukari cha mimba kinaweza kuongeza hatari ya shinikizo la damu la ujauzito, hali inayojulikana kama preeclampsia, ambayo ni hatari kwa maisha ya mama na mtoto. Nne, hatari kwa mtoto baada ya kuzaliwa Watoto waliozaliwa na mama mwenye GDM yani gestational diabetes mellitus, wanaweza kuwa na viwango vya chini vya sukari, yaani hypoglycemia, baada ya kuzaliwa. Pia wana hatari kubwa ya kupata kisukari baadaye maishani. Tano, matatizo ya moyo na kupumua kwa mtoto. Glucose nyingi inaweza kuathiri ukuaji wa mapafu ya mtoto na kusababisha matatizo ya kupumua baada ya kuzaliwa. Njia za kudhibiti matumizi ya glucose: Lishe bora: epuka vyakula vyenye sukari nyingi kama soda, keki na vyakula vya kukaanga. Mazoezi ya kawaida: kutembea au mazoezi mepesi husaidia mwili kutumia glucose vizuri. Vipimo vya mara kwa mara: kufuatilia viwango vya sukari kwa kutumia vipimo vya damu ni muhimu. Ushauri wa daktari: ikiwa viwango vya glucose ni vya juu, daktari anaweza kupendekeza mabadiliko ya lishe au dawa. Ingawa glucose ni muhimu kwa ukuaji wa mtoto, matumizi yake yasiyodhibitiwa yanaweza kuleta madhara makubwa. Ni muhimu kwa wanawake wajawazito wazito kufuatilia viwango vyao vya sukari na kupata ushauri wa kitabibu mara kwa mara ili kuhakikisha afya bora kwao na kwa watoto wao.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 na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kutazama Suka TV.